wa mzunguko wa kumi na tisa ni mchezo ambao unakwenda kuchezwa tarehe kumi na nne mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa katika uwanja wa KMC Complex, mwenyeji akiwa ni klabu ya soka ya Simba Sports Klabu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji kutokea mkoani Dodoma, ambapo mchezo huu Simba Sports Klabu wameweza kula kiapo wanakwenda kupata ushindi. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba sustabu dhidi ya Dodoma siku ya Ijumaa, basi kwa upande mwingine, tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC klabu ya soka ya Simba wapo katika nafasi ya pili, mnyama Simba akiwa amecheza michezo ishirini na moja pekee. Basi kwa upande mwingine, ameshinda mechi kumi na saba sare ikiwa ni michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao arobaini na sita na wao kuruhusu mabao nane, wakiwa na alama hamsini na nne katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Simba anakwenda kukutana na Dodoma Jiji Football Club, ambao wao wapo katika nafasi ya nane ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Dodoma Jiji wamecheza michezo ishirini na mbili wakishinda michezo saba, sare michezo sita na kupoteza michezo tisa wakifunga mabao ishirini na mbili na wao kuruhusu mabao ishirini na saba Kiufupi, Dodoma Jiji wanadaiwa magoli matano wakiwa na alama ishirini na saba katika nafasi ya nane ya msimamo wa ligi kuu ya NBC, lakini michezo kumi ya mwisho kukutana kasti ya kikosi cha timu ya soka ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, basi fahamu nyama Simba ameshinda mechi zote kumi, yani ushindi ni asilimia mia dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodomajiji. Na mechi ya mzunguko wa kwanza ligi kuu ya NBC, Klabu ya soka ya Simba waliicheza katika uwanja wa jamhuri ya Dodoma na kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri, bao likifungwa na Jan Chale awa. Kwa hiyo tunaona Simba wanakwenda kukutana katika duru la lala salama dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Eh bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa simba Sports Club, unaamini kikosi cha wekundu wa Msimbazi kitakwenda kupata ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji? Like video yetu alafu, twende kwenye comment section katuambie, wewe unaiona klabu ya soka ya Simba Sports klabu ikienda kuibuka na no ushindi wa goli ngapi katika mchezo huu wa kiporo dhidi ya Dodoma Jiji. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, kwa upande wa klabu ya soka ya Simba wameweza kupata pigo kubwa, kwa sababu kuna nyota wao muhimu wa kikosi cha kwanza ambao wanatarajiwa kukosekana kwa sababu ya kuwa na majeraha. Nyota wa kwanza ni golikipa kipa Musa Kamara Pinpin, ambaye bado anauguza majeraha yake aliyopata katika mchezo wa Mzizima Dabi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club lakini nyota wa pili ni Shemalone Fondo ambaye naye pia bado anauguza majeraha yake katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi aliyoyapata katika mchezo wa Mzizi Madabi. Nyota watatu Simba wanatarajia kumkosa ni mchezaji Mzamiru Yasin Selemba ambaye kwa upande mwingine aliweza kupata maumivu ya kisigino. Kwa hiyo tunaona Mzamiru Yasin Selemba bado hajaweza kurejea katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi kutokana na maumivu ambayo aliyapata katika ya kisigino wakati akiwa mazoezini. Lakini nyota wengine ambao Simba wanatarajia kuwakosa, ambapo nyota hawa hawapo katika mpango kazi wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi ni goli kipa Aishi Manula, ambapo sote tunafahamu Aishi Manula ni golikipa ambaye yupo katika mipango ya kocha kwa Wekundu wa Msimbazi msimu. Nyota mwingine ni golikipa Ayubu Lakred, licha ya kuonekana kufanya mazoezi na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, lakini golikipa huyu tunaona bado hajaingizwa katika system ya kuweza kutumikia mechi za klabu ya soka ya Simba. Lakini nyota mwingine ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni Omar Al Omar, mchezaji ambaye naye pia hayupo katika mipango ya kocha mkuu mtaalam anayefahamika kwa jina la Fadlu Davis.